Ni siku za hivi karibuni tumemwona rapper Kanye West akiwa mwenyewe bila mkewe Bianca Senso. Sasa rapper huyo ameweka wazi kuwa yeye na Bianca Senso hapo pamoja. Hii ni kupitia album premium ambayo alikuwa akifanya na DJ Academics, yani kwa sasa yupo Japan na DJ Academics yupo nchini Marekani. So alikuwa akizungumza kwenye session ya live na Kanye West kanapiga baadhi ya ngoma na kuna moja ya singo ambayo ameipa title ya Bianca, jina la mkewe. mbao wawili hao walifunga ndoa mwishoni mwa mwaka 2022 na, na kuamua kuishi kama mume na mke katika kipindi cha takriban sasa miaka mitatu sasa. Kwenye hii kazi Kanye West ameweka wazi kuwa Bianca Censori amemkimbia, amemwacha, amemkimbia ama amemwacha. lines ambazo zinasikika, kwanza upande wa chorus Kanye West anaimba kwamba Bianca, nataka tu urudi rudi kwangu, najua ni hicho kifanya na kimekuudhi Bianca, nataka tu urudi rudi kwangu, nataka urudi kwangu, nataka urudi. Sasa kwenye verse kwanza, Kanye ana speed bars akisema kwamba mpenzi wangu aliondoka, aliniacha, lakini kabla kuondoka alijaribu kunifanya nilazwe hospitalini, nikagoma, siwezi kwenda hospitalini kwa sababu mimi si mgonjwa, sio ni mantiki yake. Alinipa mamlaka katika mwili wake na kuniuliza kama nimemaliza, nimeridhika na nilikuwa nikimfanya enjoy kila tulipokuwa tukikutana kimwili. Bianca alipata hofu kubwa sana, na hii ni kutokana na tweets zangu. Sasa mpaka atakaporejea, yani kumrudia Kanye West, sasa mpaka arudi na kesho, usiku kucha silali hata kidogo. Akaendelea kwa kusema kwamba kwa kweli sijui alipo, najaribu kumfuatilia kupitia application, ikimaanisha kumtrack, najaribu kuzunguka kila jiji kuhakikisha nampata, inaonekana kwa na sasa, kama kesi na didi wa sasa tumegeuka sasa. Wimbo huu nimeutunga mahususi kwa ajili ya Bianca na hisi uwepo wa Donda, akimaanisha mama yake mzazi. Familia yake inataka nifungwe, wanataka niende mafichoni, wanataka nipotee. So, hizi ni verse ambazo zinapatikana kwenye kazi sika ni mmoja wapo mm na, na, na ufahamu tu. Ilielezwa tangu mwanzo kuwa hata familia ya Bianca Sanso kwa kichukizwa na matendo ya Kanye West ku mtembeza nusu mtupu kwa asilimia kubwa kwa pia kwenye events kadhaa, lakine, na hata kumwaga radhi lakini ambayo ilichukua nafasi mabaya ya kuhusisha wawili hawa huku ikielezwa kuwa Kanye West ameamua mwanamke huyu ili tukumfanyia kituko na kumdhalilisha. So asilimia kubwa ya watu walikuwa wamevutiwa na hii couple na walikuwa wakishinikiza kuona hili likitokea. Kuna kipindi ambacho iliwekwa kwa taarifa na TMZ kwamba wameachana lakini wakaja kukanusha. But for now Kanye West amekuja kuthibitisha mwenyewe. Hawapo pamoja yeye na Bianca. Je, nini kitatokea kwa mbeleni? Watarudiana? Nitakusogezea hapa. Hii hapa ni SNS Management, Audio series za kusisimua